Okay, asante sana. Nafi bado nasikika? Unasikika vizuri loud and clear. Haya nafi kwa kwa kwa, wachambuzi wa mambo wataona tofauti na market, market updates za nyuma. Font size ni hiyo hiyo isipokuwa font color imebadilika kidogo. Uh, kwa sababu mambo mazito ambayo tunayo sasa hivi wala sio kama na waogopesha. Sasa kwenye <laughs> <laughs> kwa next page uh, of course next page yale maneno yetu yapo kiki na weji ila nafikiri simesahau kufuta hapa na kuandika topic. Nitaelezea huko mbele, nitakuwa na few updates at home, sitakuwa na global market watch ila nitakuwa na investment tip na i'm sure, global market watch, yametokea mambo mengi sana makubwa hizi wiki mbili zilizopita, ambao kwa kweli itabidi tu, tu, tu, tuyatafutie nafasi kuyajadili, kwa sababu nimesikia mheshimiwa Trump ameenda China kujua ameongea nini, siyo kama ulifuatilia nani, Ezekiel walienda huko lakini si, sijajua ni kipindi hicho hicho ambacho niona kama wanataka kumzingira Venezuela, wanataka yale mafuta yake, na ilikuwa ni threat kwamba isiye katokea vita, lakini uh, kwepo na kujibizana vitu kadhaa kadhaa na Urusi. Kwa hiyo itabidi tuje tuifanyie investigation, tuiripoti vizuri ili tuwe informed, kwa sababu haya mambo yanatufundisha kwamba usipokuwa informed unaweza ukashtukia kumbe umeshaambiwa usigeuke huku ukageuka huko, afu ukaathirika. Muhimu sana. Sasa next slide, nitaenda kwa ufupi kwenye kilichotokea, lakini ninachoangalia ni consequences ambazo sisi kama investors tunatakiwa kuzizingatia. Sasa next page uh, kilichotokea so far, nilikuwa napita kwenye mitandao uh, kuna reports zimetoka kwa hasara ambayo tumeipata kwa hizi siku tano. Uh, lakini ambayo imegawanyika sehemu mbili. Hiyo ya milioni sabini na mbili uh, wanadai kwamba uchumi umelose milioni sabini na mbili kwa siku tano, lakini wakaripoti 166 million ambayo ni loss ya tangu mwezi wa tano, ambako kumekuwa na matatizo ya X space. They are estimating kwamba uchumi unalose as milioni, milioni moja kwa kila siku. Kwa hiyo you can see jinsi ambavyo kuwa connected kwenye mitandao Uh, ni biashara kubwa na ni inadi value kubwa sana ya kiuchumi, na ndio kitu ambacho nitakuja kukiongelea huko mbele, kwamba whoever ana platform ya kutap hizi pesa ambazo zinakuwa zina move within a day, ndio huyo ambayo ataendelea kuwa na value kubwa kwenye hii tunayoita digital world uh, as tunavyoendelea ku interpret these consequences Next uh, slide nimeweka vitu viwili ambavyo watu wa nje wanavyoviangalia wakati wanajaribu ku analyze uh, their risk perception au uh, their risk uh, risk level which they can tolerate au uh, kuna kitu wanakiita risk adjusted return, kwamba inawezekana kwa uchumi wa Tanzania return ni nzuri 40 20 15% ila sasa, napoweka ile risk adjustment, ndio kidogo we napunguza ile risk adjusted return na ndio hiyo inayopelekea mtu kusema, okay, ngoja ni move out kwenye hilo soko. Hii alati ya ubalozi wa Marekani ni kitu ambacho wanakiangalia wenzetu, lakini kuna sehemu moja ambako walikuwa na report kwamba ile peace ranking uh, na investor confidence iko at risk. Hawajasema imepungua lakini wasema iko at risk. Kwa hiyo sisi tunavyoanalyze situation tujaribu ku, kuwa kwenye viatu vya foreigners. <coughs> Na wenyewe wana analyze vipi? Kama wana over analyze wanaogopa, ni opportunity kwetu, lakini kama wana under analyze, tutashinda na wote, tutapambana wote kuendelea kufaidika na kinachoendelea Tanzania so wana Tanzania ni nzuri whatever the problems zitakazotokea, lakini future ya Tanzania na Afrika bado ni super kuliko sehemu yote duniani, kwa tuna haja kuogopa ogopa sana. Huu jamaa unamfahamu Ezekiel? Huyu si, si nani, bwana waziri mkuu wa Uingereza huyu, kipindi kile cha vita. Uh, we, kumbe uko informed. Winston Churchill, huyu <laughs> ni waziri mkuu ambaye alitoa ali alimanage vizuri Uingereza wakati wa crisis. Alafu unajua vita ilipoisha aligombea wakamtupa, una hiyo taarifa? Huyu uh, niliangalia sana sana movie yake, kwa hiyo mimi nimekuwa informed sana kuhusu bwana <laughs> kutokana kwenye series moja nimesahau hmm, ilikuwa inaitwa ile series ya Queen nadhani, ilikuwa inaitwa Queen. Kwa hiyo wameonyeshea pale, waliona sio, amezeeka hajiwezi tena, wakaamua kumwacha hayo. <laughs> Waingereza, Waingereza wasema ni kiongozi mzuri sana wakati wa crisis, lakini peace time <laughs> <laughs> peace time wakasema tunahitaji mtu mwingine sasa. <laughs> ili neno ili neno inawezekana alisema mtu mwingine lakini, yeye ndo amelifanya iwe maarufu kwamba ene crisis zote yana zita good crisis

assets ni zipi, wasiana broker wako tuweze kushauriana, lakini kuna ku internationalize your assets and consider opening offshore accounts. Hiki ni kitu ambacho wanakifahamu wataalam wachache sana, wao uh, wana accounts sehemu mbalimbali hapa duniani, lakini ndo mfuko kama Inuka money market kile kibali chake cha kuruhusiwa kuwekeza East Africa na SADC, kumbe ni sehemu ambako unaweza ukaji insulate na matatizo ya sehemu moja au nchi moja. Kwa going forward na sisi tutakavyokuwa tunawekeza ule mfuko, inabidi kuassess actively sehemu nyingine ambazo matatizo ya region moja yasije yaka affect mfuko mzima, ya absorb kwa kuwekeza sehemu nyingine. Lakini atatu ya msingi ambao nitaelezea kwenye slide inayofuatia kwa undani ni ku build an fund in a stable currency. Sasa hapo kazi kazi tunayo our currency is Tanzanian shillings. Okay, passive kama ndo stable, akisha kwamba una liquid asset kwenye currency ambayo umeona kama ni stable, emergency fund. Kwa sababu kama ilivyotufundisha juzi ghafla, unaweza ukakuta uwezo, ukaona hata zile portfolio holdings zako, kwa sababu mitandao haipo. Mhm. Sasa unakaa kwenye emergency fund, ambayo at least hata kama kuna emergencies, you can still access your investments, na uone kuna kitu gani kinaendelea. Sasa, hii ya nne yani itakuwa relevant sana yale maamuzi tuliotangaziwa mwezi wa tulio tano na Benki Kuu, kama yatafanywa kazi yale ambayo walikuwa wataka kuanzisha gold coins ambazo zinaweza zikatumiwa na watu kama investment assets au savings assets. iki kitu kinafanyika sana huko Asia of course na Europe, kwamba watu wananunua physical gold kama saving mechanism, au uh, kwa sababu uwekezaji wa kwenye vitu kama hivi ni uwekezaji ambao huna counterparty risk. maanake nini? uwekezaji wako hautegemei mwingine anafanya nini kudetermine value. Kama ni gold unayo, ni we unayo, lakini kama ni shares inategemea counterparty wako, ambayo mkubwa ni trading platform. Ikifungwa ni kwamba, sasa hiyo ni riski kubwa, huwezi ukauza, huwezi ukaona thamani yake. Sasa ndio kipindi ambacho unawekeza kwenye zile assets ambazo una very minimum counterparty risk. Physical gold wengine wanaziweka kwenye vaults, unazideposit kwenye bank lakini ukiona inaongeza counterparty risk, nunua safe yako, zifiche wewe mwenyewe unakojua, wala usipige kelele mtaani. Umeweka wapi hiyo gold? Mr. Fortius, see you, yani pokea maua yako. Yani, unakuja una ku, kuanza ku kutwiga ku, ku, mawazo ambayo sijawahi kuza ntakuja kuyawaza sijawahi kuwaza kwamba nitakuja kusema nianze ni kufikiria kumiliki gold. Kwa, hi, kwa hii level ndo dunia jinsi zinavyobadilika, lakini nyingine lesson kwamba we have to develop self reliance skills and stock up essential supplies. Nitahitaja next page. Hapa kuna kuna watu wamesha sawa hata jinsi ya kuwasha ile jiko la stove. Au kuna watu wamesha sawa hata kuwasha jiko la mkaa. Kwa sababu una gesi unabonyeza jiko linawaka unasonga ugali unaondoka. Lakini kumbe hata ikitokea vyote vimekatika mkaa unao jiko unalo kibereti una, unacho unaweza ukafa njaa. Kama vitu kama hivyo self learn skills huna. Kuna watu hii kipindi cha siku tano hizi alikuwa na garden imekuwa overgrown ah, amegundua kumbe kuna matembele wa yameota ovyo ovyo hapa. Unakuta anachuma mboga na kaanga anakula huku. Unaweza ukafanya gardening kwenye eneo ambalo unalo baada ya kwenda sokoni. Kwa hizo zote ni self reliance skills ambazo tumeshtushwa kidogo, kama tunatakiwa tujifunze, lakini mi huko huko sasa, Marekani Marekani, kuna watu ambao wanafundisha kabisa wanazitaje preparation kits, na hizo self reliance skills. Ni nchi ambayo ina amani, ni tajiri lakini kuna watu wanafundishwa ikitokea hivi vitu vyote vikakatika, utaishije? kwa hiyo... hapa Finland tushawahi kupokea, of course ni mara moja tu washawai kutuma message kwa kila mtu hmm, uh, kwamba hakikisha una maji ya kutosha. Ndio supply ya maji hapa haijawahi kukata, na ikikata hmm, ukuta labda wanafanya tu maintenance ndogo umeme haujawahi kukata, lakini watakutumia meseji watakwambia, hakikisha una maji mm -hmm, kwenye labda kwenye chombo somewhere, hakikisha una tochi ina betri ambazo ziko active, hakikisha una hiki yani, hakikisha una namna ya kusurvive hata wiki nzima ikitokea la kutokea. Na wanatuma hivyo kabisa, mpaka sisi sisi ambao ndio wageni, sijui kwa upande wa wenyeji ilikuwaje, lakini sisi mm, wenyeji tunaanza kujiuliza kuna vita inatokea, ni kwa nini unatumia si message? yeah Yeah, unakumbuka last few, day, few weeks wakati tunafanya presentation is kumbuki ilikuwa ni mambo ya riski au nini, nielezea kuhusu eh, ile nini, ah, Carrington event, ile solar flares zilipozima te telegraph zote dunia yeah, nzima kipindi hicho mwaka elfu moja mia nane hamsini na tisa pale nilipoelezea kitu kama hicho kwamba sometimes hii mitandao au hizi Uh, digital connection ambazo tumezizoea zinaweza zikazima ghafla. Sasa utaishije? mm. Kwa hiyo inawezekana isitokee kwa sababu ya vita ambayo natokea ndani ya nchi, ikatokea some cosmic event ikakata yao mawasiliano, hasa ndo unapokuwa ni umuhimu wa kuwa na vitu kama hivyo, kwa sababu unapokuwa na vitu kama hivyo hata ile overreaction inakuwa ni ndogo, panic inakuwa sio kubwa kwa sababu nakumbuka hii kipindi ambacho tumelala nyumbani au tumepumzika nyumbani uh, zilitokea rumors, najua tena ni kipindi ambacho watu wanataka kupanikisha watu. Kuna rumors ilienea kama moto mimi, nakumbuka nilipigiwa na mtu kutoka kijijini kwamba kwenye water supply wameweka wa sumu samaki wamekufa wote kwao, msinywe maji ya bomba. Sasa kama hapo uja stock tanki la maji ya kutosha ndani mm -hmm. una watoto wako hapo, panic inaanzia hapo. Hmm. Hili kama una maji ya kutosha na uhakika kabisa kwamba okay, hata kama mtu ameweka sumu si atakuwa drained yatamwagwa, mimi nina maji ya kutumia hapa mpaka hapo hali itakapotengama. Kwa hiyo hicho unachokisema ni kweli. Finland mliambiwa na sisi huku sasa inabidi tujifunze kwamba tuwe na vitu kama hivyo. Enda hizo nilizokuwa nasema self-reliance skills. Kwa sometimes matukio yanatokea kama lesson, yani kwamba una, una, uh, yani una, una mnajiandaa vipi going forward na kimsingi unagundua kwamba unapokuwa na hizo skills, ghafla you become a responsible person kwenye jamii. Ya mwisho ni yo stay informed about global events and connect with like-minded individuals. kondo kikao kama hiki cha podcast, una connect na no watu wengine, tunaulizana maswali, tuna comment kujua mambo yanaendaje duniani ili kutake appropriate action inapotokea tatizo slide inafuatia inamalizia kwenye emergency fund, you need to have cash and cash equivalent. Kuwa na gunia la mkaa ndani, uwe na maharagu, hata kama uli ugali, ikifika wakati wa njaa utaiona hiyo nyama au samaki, kuwa na unga, kuwa na kidumu cha mafuta na kadhalika. Sasa hii ya, ya, mwisho hiyo nimeiona baadhi ya kina dada wanaifanya siku hizi, unakutana na nua ile na mikufu ya dhahabu, wala sio urembo, ni store value naisha kutana na mtu mmoja ambaye anafanya hii biashara anafanya hii savings za namna hiyo, yeye ndo alinihakikishia kabisa kwamba zinakuwa ziko highly liquid kuliko pengine hata hizo hisa zako, kwa sababu unaenda tu kwa goldsmith wako wengi sana, anapima, anayeisha, unaelezea carats ngapi ambazo unataka kumuuzia, anakupa hapo hapo pesa na unachagua unilipe kwa dola au kwa currency gani. Kwa hiyo unaweza kwenda unanunua hizo lenda, mikufu nampa mama kama kustore value na nafikiri kwenye big lesson big lesson nafikiri kwenye wiki wiki 44 iliyopita ilikuwa ndefu sana. I'm sure wengi hawakuisoma wakaimaliza. Nielezea mfano wa huyu mwanzilishi wa Honda Motor Corporation, ambe jambo la kwanza ambayo ilikuwa ni lesson ya kwetu sasa hivi, yeye alipata raw material za kutengeneza piston zake kwenye mabaki ya vita kuu ya pili ya dunia. Kwa hiyo vita ilikuwa ni crisis, lakini yeye ilimpatia raw material Japo hizo piston alipowapelekea Toyota wakazikataa, lakini yeye kwake ndio ilikuwa stepping stone ya kuanzisha hiyo kampuni ya Honda. Na mtaji wa mwisho kabisa wa kuasembo vile vitu aliupata kwa kuuza Elena mikufu ya mke wake ya dhahabu, ndio kwa mtaji wa kwake ku take off. Kwa you can see Elena mikufu ambavyo ni contribution ya kuanzisha kampuni ya Honda Corporation ambayo sasa wanatengeneza business jets from the very humble beginning. Okay. Investor tip ya safari inajielezea kwa ufupi, sitaifafanua sana, ambayo inasema know what you own and know why you own it. Pf, na hiyo zeki inajielezea, sina cha kuongezea. Inajielezea vizuri kabisa. Yeah. Know what you own and why you own it. <laughs>